Hello, habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya s kliniki. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea ni vyakula vipi ambavyo mtu mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo anatakiwa avitumie, na hivi ndio hivi ambavyo vinatumia a, kutengeneza tumbo lako. Lakini pia kipindi unavitumia hakikisha unapata tiba sahihi ambayo inakuwa a, tunasema ni block building material ambayo inakuwa na inalinda, ina maana ni block ya kulinda tumbo lako, usidhani ni block ile tofali ya kulinda tumbo lako ndio maana wengi wanaotumia ile stomach acids wamekuwa wakipata matokeo haraka, kwa sababu uh, ina probiotics, lakini na zinc na vitamini A ambayo inalinda, inaongeza ulinzi kwenye kuta zako za tumbo, lakini pia inaimarisha na kuweza kulinda ukuta wako wa tumbo na kuondoa bakteria wa H pylori. Kwa hiyo ukiwa unafata huu mwongozo wa vyakula, basi hakikisha uh, usiache kutumia hiyo uh, tiba imekuwa tiba mjarabu. Kama unahitaji tuwasiliane, tunapatikana Mwanza, ila kwa mikoani tunaagiza kwa basi au ndege. Sasa, vyakula vipi unavyotakiwa kutumia ndugu yangu unapokuwa na vidonda vya tumbo na acid reflux? Kwanza unatakiwa utumie tikiti maji. Tikiti maji na maji mengi, lakini na alkaline nzuri sana, ambayo inapunguza asidi haraka sana. Ndio maana tumekuwa tukiambieni kwa nyinyi ambao mna changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux, hakikisha amnatumia tikiti maji. Ni tunda moja zuri sana ambalo limewasaidia watu wengi kuondokana na changamoto hiyo. Lakini aini tunasema ani, ni samaki wa kuchemsha, samaki wa kuchemsha au kuchoma, ambao hujaongezewa kitu chochote. Yaani hapa sio kwamba unaongezea mafuta wala unaongezea sijui ni nini, hapana, unamchemsha alivyo, kwa sababu ni protini nzuri sana ambayo huwesababisha kuimarisha tumbo lako na inasaidia kujenga tishu upya za tumbo. Ndio maana ni rahisi sana kwa huyo mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux kupona, kwa sababu unahitaji kula protini ya kutosha, na ni protini ambayo imesaidia watu wengi kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia kuna mbegu za maboga na mbegu za alizeti ambazo zina zinki, zina omega 3 na DHA ambayo ni muhimu sana katika kufunga vidonda haraka sana, ambayo mara nyingi kwenye mbegu za maboga pia kuna Ha, kuna omega 3 ambayo inapatikana ina, ina kwenye mafuta ya samaki maana tumekuwa tukiambieni hakikisha mbegu za maboga usiziache, lakini pia mayai ya kuchemshwa. Tunapoongelea mayai, tunaongelea mayai ya kienyeji ambayo yanakuwa ni mepesi kwa tumbo, ni protini ambayo hayachochei kabisa, na ni mazuri sana ukiyatumia kama breakfast kwa mgonjwa mwenye changamoto ya asas kwa sababu ni pia protini ambayo inalinda kuta zako za tumbo, na ndio hiyo ambayo inaimarisha inaimarisha kuta zako, ili usiweze kuendelea kuasilika na changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux. Kwa hiyo ukiwa unapata hiyo diet, hakikisha pia unapata tiba sahihi ambayo ni stomach acid, imesaidia watu wengi kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia maji ya uvugu na uvugu, maji ya uvugu, maji ya uvugu ni mazuri, kwa sababu yale maji huwa yanaturalize acid, ambayo tunasema tunasema huwa yanapunguza asidi kali ambayo inaondoa pia gesi na tumbo linakuwa uh, tulivu mm -hmm. Ndio maana tumekuwa tukiambieni hakikisha, uh, unakuwa na maji ya uvuguvugu, ni mazuri sana, yamesaidia watu wengi kuondokana na changamoto hizo za kiafya. Kwa hiyo kama wewe uko hapa, una changamoto ya acid reflux, hakikisha unatumia maji ya uvuguvugu, ni mazuri sana, yamesaidia watu wengi kuondokana na changamoto hiyo. Lakini kuna papai. Papai ina enzyme nzuri sana ambayo tunasema papai ni ina ambayo inarahisisha digestive, inaimarisha mfumo mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula ambao sasa kisha urahisisha, kwanza inapunguza gesi, lakini pia kujawa gesi au kuwa na maumivu makali unayoyapata, ni kwa nini? Kwa sababu mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula ukishakuwa sawa, basi utakulinda kuondokana na changamoto ya, ya vidonda vya tumbo na asidi reflux. Lakini pia usisahau juisi ya karoti. Juisi ya karoti imekuwa ni nzuri sana, ina beta carotene. Beta carotene ni enze enzyme muhimu sana ambayo inakuwa na vitamini A inatengeneza upya ukuta wa tumbo. Ndio maana unapotumia stomach acids, kuna vitamini A inatengeneza upya ukuta ule wa tumbo moja kwa moja, ambayo inakusaidia kukata kabisa changamoto ya vidonda vya tumbo. Lakini pia kuna parachichi He, parachichi, wengi tunapenda kuita avocado. Avocado ni nzuri sana huwa, ina mafuta mazuri ambayo yanatengeneza ukuta wa tumbo moja kwa moja. Lakini pia, kuna tuna vita viazi vitamu. Viazi vitamu huwa vina fiber. Fiber ni nzuri sana ambayo inalinda kuta zako a, za tumbo moja kwa moja. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, basi tumia viazi vitamu, inakuwa na fiber, ni nzuri sana, inalinda kuta zako za tumbo. Lakini pia mboga za majani, kuna spinach, kare matembele na vitamini A K na zinajenga ukuta ndani ya tumbo kwa haraka na moja kitu ambacho kipo kwenye stomach acid ni vitamini A na K ambayo inajenga ule ukuta wa tumbo kwa haraka ndio maana wengi wamekuwa mkiuliza inakuwaaje inaleta matokeo ya haraka hivyo ni vitu ambavyo vinapatikana kwenye stomach acid lakini pia mtindi yogurt ambayo inakuwa na probiotics nzuri sana hulinda weka uwiano sawa wa bakteria wazuri tumboni ni moja kitu ambacho inabidi eo kwenye a, kwenye tiba yako unayokuwa unatumia. Ndio maana wengi hampati matokeo, ni kwa sababu a, hivyo vitu havipatikani kwenye bazi ya tiba ambazo mnazitumia. Lakini pia ndizi mbivu, ambayo ni banana, ina potasiamu nzuri sana lakini upooza moto, ambao upooza moto na kiungulia ambacho mara nyingi unakuwa unakipata baada, baada ya E, baada ya kuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo. Lakini pia mwisho, uji wa ulezi na uji wa mtama usiache kutumia kwa wewe mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo. Lakini nimekuwa nikikwambieni kwamba hakikisha kabla ya kutibu changamoto hii, kwanza unafuatilia una aina ipi ya vidonda vya tumbo, ili uweze kupata tiba inayoendana na wewe itakayokusaidia kuondokana na changamoto yako. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe comment kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.